Tunapoanza safari leo, tunaangalia jinsi Yesu anavyoendelea na safari yake ya mwisho kuelekea Yerusalemu. Atakutana na mtu ambaye ana uhakika kabisa kwamba yeye ni mwema vya kutosha kuingia mbinguni. Luka anamwelezea kijana huyu tajiri kama mtawala katika Luka sura ya 18 mstari wa 18. Inawezekana ni mtawala wa sinagogi la eneo hilo, au labda ni eh, mwanachama wa Sanhedrini, mahakama kuu ya Israeli. Ni wazi kwamba yeye ni mfano wa maadili mema. Yeye ni kiongozi wa kidini, na kwa bahati ni mmoja maarufu. Lakini kuna jambo linamsumbua. Kwa kweli, amefikia hitimisho kwamba anakosa kitu muhimu ili kuingia mbinguni, na hivyo anakuja kwa Yesu ili ajue ni nini hicho. Basi tuko katika Injili ya Mathayo hapa sura ya 19 mstari wa 16, ambapo anamuuliza, Bwana Mwalimu, ni tendo gani jema niweze kufanya ili nipate uzima wa milele? Na Yesu anajibu kwa kushangaza hapa katika mstari wa 17, basi ikiwa wataka kuingia uzimani zishike amri. Lazima nikuambie nimestajabishwa na jibu hilo. Mimi ningekimbilia moja kwa moja kuwasilisha injili. Unajua kwamba tunaokolewa kwa imani pekee. Inaonekana kama Yesu anakubaliana na huyu mtu kwamba uzima wa milele unaweza kupatikana kwa matendo mema. Yesu anafanya nini hapa? Basi kumbuka, Yesu anaujua moyo wa huyu mtu. Anajua kwamba ili huyu mtu apokee zawadi ya uzima wa milele lazima atambue kina cha dhambi zake mwenyewe. Unaona, tayari ana uhakika kwamba yeye ni mzuri vya kutosha. Ni mtu mwema, anachohitaji labda ni kufanya jambo moja jema zaidi ili aingie mbinguni. Hana uhakika tu ni lipi hilo jambo moja jema. Kwa hiyo Yesu anamwelekeza kwenye sheria na amri. Basi yule mtu anajibu hapa kwenye mstari wa 18 kwa kumuuliza Yesu, sasa zipi, unajua ni amri zipi ninapaswa kuzishika? Kwa hiyo Yesu anataja sita kati ya hizo, akijua kwamba huyu mtu atazipitia akilini kama vile anavyokagua orodha ya mambo aliyokamilisha. Usiue, usizini, Yesu anasema, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Basi Yesu anazitaja hizo haraka sana, na kwenye mstari wa ishirini yule kijana akamwambia, hizi zote nimezishika. Haha, nimekamilisha yote hayo, bado ninakosa nini? Basi Yesu anatoa jibu jingine la kushangaza, mstari wa ishirini na moja kama unataka kuwa mkamilifu, nenda uza vile ulivyo navyo, wape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kwa kusema hivyo Yesu anaweka kidole chake kwenye moyo wa dhambi wa huyu mtu. Unaona, ukweli ni kwamba Yesu anajua huyu mtu anapenda pesa, anapenda mali zake, hadhi yake katika jamii, kuliko kitu kingine chochote. Kwa hiyo, anaonekana kutii kwa nje, lakini moyoni analea tamaa, kiburi na uchoyo. Kwa hiyo, mstari wa 22 unatueleza akaondoka akiwa na huzuni. Alichukua uamuzi wake. Kitendo chake kinaonyesha wazi kwamba amechagua mali kuliko watu. Anadhamini uchoyo wake kuliko hata jinsi anavyomtaka Mungu. Na ukweli ni kwamba eh, Injili sio kwa watu wema wanaotimiza kila kitu kwa ukamilifu. Ni kwa ajili ya watu wanaotambua kwamba wao ni wenye dhambi, hawataweza kutimiza kila kitu kikamilifu kamwe. Wanahitaji kuokolewa. Sasa kwa hilo, Bwana anageuka na kutumia tukio hili kama fursa ya kufundisha wanafunzi wake. Anawaambia hapa kwenye mstari wa 24, ni kwa shida tu tajiri ataingia katika ufalme wa mbinguni. Tena anawaambia ni rahisi zaidi ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Anamaanisha nini hapa? Labda umewahi kusikia kwamba kulikuwa na lango katika mji wa zamani wa Yerusalemu lililoitwa lango la sindano, na kwamba ngamia hawakuweza kupita humo bila kupiga magoti. Hilo ni wazo la kuvutia. Shida pekee ni kwamba si kweli. Ni kitu ambacho leo tunaweza kukiita hadithi ya mjini. Yesu anaelezea hapa ngamia halisi na sindano halisi, na ngamia hawezi kabisa kupita kwenye tundu la sindano. Sasa wanafunzi walielewa mara moja, kwa sababu wanajibu hapa kwenye mstari wa 25: basi ni nani basi atakayeokoka? Yesu anajibu kwenye mstari unaofuata, kwa mwanadamu hili haliwezekani, lakini kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Kwa maneno mengine, wokovu hauwezekani kupata kwa juhudi zako huwezi kuupata kwa juhudi zako mwenyewe. Huwezi kufanya mambo mema ya kutosha ili kuupata. Mbingu siyo zawadi kwa tabia njema, ni zawadi inayotolewa kwa wenye dhambi wanaoipokea kwa imani kwa Kristo peke yake. Hivyo yule tajiri aliondoka kwa sababu hakutaka kukubali kwamba yeye ni mwenye dhambi. Hakuweza kukubali zawadi ya bure kwa imani kwa Yesu. Sasa Petro anamwambia Yesu hapa kwenye mstari wa 27 sisi tumeacha vyote na tumekufuata, basi sisi tutapata nini? Lazima umpende Petro. Unajua, yule kiongozi wa darasa la Jumapili anainua mkono wake na kimsingi anasema, Bwana, sisi wanafunzi wako, unajua tunapitia changamoto nyingi, lakini kuwa tajiri kama yule jamaa pale, hilo si tatizo ambalo tumewahi kukumbana nalo tumeacha aina yoyote ya e biashara yenye mafanikio au au maisha ya utajiri. Kwa hiyo kama hutojali nikiuliza, e sisi tutapata nini e tukifika kwenye ufalme? Sasa unaweza kufikiri kwamba bwana angemkemea Petro vikali hapa, lakini badala yake bwana anamtia moyo na e pia anatutia moyo sisi yeye yeye sasa anaenda kuzungumza kuhusu wakati atakaporudi na kuusimamisha ufalme wake, mstari wa ishirini na nane. Katika ulimwengu mpya mwana wa Adamu atakapoketi juu ya kiti chake cha enzi chenye utukufu, ninyi mlionifuata pia mtaketi juu ya viti kumi na viwili vya enzi mkizihukumu kabila kumi na mbili za Israeli. Na kila mtu aliacha nyumba au ndugu wa kiume au ndugu wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara mia na atarithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Unaona, huyu tajiri aliyemwacha Yesu sasa hivi alikuwa wa kwanza. Alikuwa mtu mashuhuri duniani kwa wakati huo. Alikuwa mtu muhimu, alikuwa tajiri, lakini wanafunzi walikuwa maskini kabisa. Unajua nini? Siku moja wao watakuwa mashuhuri kama watawala pamoja na Bwana katika ufalme wake, na kwa hilo Bwana anatoa mfano ili kufafanua ukweli huu. Sasa Mathayo ishirini na moja. Ufalme wa mbinguni umefanana na mwenye nyumba aliyeondoka asubuhi na mapema kwenda kuajiri wafanyakazi katika shamba lake la mizabibu. Baada ya kukubaliana na wale wafanyakazi kwa denari moja kwa siku, aliwatuma katika shamba lake la mizabibu. Siku hizo denari moja ilikuwa malipo ya kawaida kwa kazi ya siku moja. Naam, huu uh, mfano unaendelea kadri siku inavyoendelea, mwenye shamba la mizabibu anaona kuna uhitaji wa wafanyakazi zaidi, hivyo anarudi sokoni saa ya tatu, kama tunavyoambiwa hapa. Hiyo ni kama saa tatu asubuhi, kutafuta wafanyakazi zaidi. Hakuna malipo maalum yaliyoahidiwa kwao, lakini mwenye shamba anaahidi kuwalipa, maandiko yanasema kile kilicho haki, mstari wa nne. Kisha tena mistari wa 5 na 6 inatuambia kwamba anarudi tena kuchukua wafanyakazi zaidi saa 9 alasiri na tena saa 11 jioni. Sasa siku ya kazi inapoisha, wafanyakazi wote wanasimama mstari na wanalipwa mishahara yao. Nasikiliza hili, wote wanalipwa denari moja kwa kazi yao, hata wale walioanza baadaye siku hiyo. Basi kama ilivyotarajiwa, wale ambao walikuwa wakifanya kazi siku nzima walianza kunung'unika, na bwana anawajibu hapa kwenye mstari wa kumi na tatu sikufanyi kosa lolote. Je, hukukubaliana nami kwa denari moja? Chukua kilicho chako uende zako. Nimeamua kumpa huyu mfanyakazi wa mwisho kama nilivyokupa wewe. Je, sina ruhusa kufanya nipendavyo na kilicho changu? Au unachukia ukarimu wangu? Yote haya ni kweli. Alishika neno lake, hakumdanganya mtu yeyote. Alikuwa mkarimu tu kwa wale wafanyakazi wa mwisho. Yesu anarudia kanuni aliyotoa awali, wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Basi hoja ni ipi? Hoja ni kwamba sote tutalipwa na Bwana, si kwa kile tunachostahili, bali kwa ukarimu wake wa ajabu wokovu ni neema ya Mungu kabisa, na thawabu tutakazopata siku moja kwa kumtumikia Bwana bado zitakuwa matokeo ya neema ya Mungu. Sote tutaimba wimbo uleule -ule ambao mtume Paulo aliimba, kama ilivyoandikwa katika moja wa Korintho saa 15 na 10 na madakika 10, kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo.